Ya Mheshimiwa Abeid uh, Ramadhani Ighondo, Mheshimiwa Flatei Gregory Masai ajiandaye. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa na mimi nafasi niweze kutoa mchango wangu kwenye hotuba hii ya bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu ambayo tunasema ni hizi ni bajeti za majumuisho. Baada ya kazi kubwa ambayo imefanyika kwa miaka hii minne ya uhai wa bunge hili, sasa hii ni bajeti ya majumuisho ya mambo mema mengi mazuri ambayo serikali yetu kupitia usimamizi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu imeyafanya na nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi nzuri ambayo anaifanya pamoja na mawaziri walioko kwenye ofisi yake, manaibu pamoja na watendaji kwa ujumla. Na mimi kwa kuwa niko kwenye kamati ya utawala, katiba na sheria, kule tunasimamia pia ofisi ambazo ziko chini ya waziri mkuu, tunapata ushirikiano mzuri kutoka kwao na tunaona mambo mengi yanakwenda ikiwemo lile la kukamilika kwa jengo la msajili wa vyama vya siasa hapa Dodoma, ambapo tunatarajia fomu ya e, ile ya Mheshimiwa Rais ita, ita, itatokea pale, na hapo hapo niseme pia kwamba nampongeza Mheshimiwa e, Rais wetu Samia Suluhu Hassan ambaye kwa kiwango kikubwa Watanzania wanaridhika na utendaji kazi wake, uaminifu wake, uadilifu wake na uchapakazi ambao ameuonyesha kwa kipindi hiki akiwa madarakani, na ndio maana siku ile ya tarehe 18 19 mwezi wa kwanza wanachama wenzake wa CCM tukiwepo sisi CC, tukasema kwa kauli moja kwamba eh, mama yetu huyu, rais wetu kipenzi, anastahili kuendelea kuiongoza nchi yetu kwa kipindi kingine cha miaka mitano. Tulifanya hivyo ba, sio kwa kukurupuka, ni baada ya kuona kazi nzuri iliyofanyika. Tumefanya tathmini e, kikao cha watu e, elfu tatu tumefanya tathmini maeneo mbalimbali, kona mbalimbali za nchi yetu, tukaridhika kwamba rais wetu na serikali yake anastahili kuungwa mkono na kupewa ridhaa tena kwenda kuongoza nchi yetu. Na mheshimiwa mwenyekiti, lazima tuseme ukweli, Chama cha Mapinduzi ndio kinaoongoza hii nchi. Tumeona uadilifu na msimamo mzuri wa rais wetu kama mwenyekiti wa CCM pamoja na chama chake, na ndio maana hata aliposema Dkt. Nchimbi awe mgombea mwenza wa nafasi ya makamu wa rais, Watanzania na wana CCM walipongeza na waliridhia. Tunayo imani kubwa na Dokta Nchimbi, tunayo imani kubwa na rais wetu. Wafanye kazi kwa kujiamini, wakiwa na confidence kwamba sisi wabunge wa CCM, wabunge wa bunge hili tunawaunga mkono, na tunaamini kwamba yale wanayoyafanya yanawahudumia watanzania na watanzania wa wa wanaridhika na kazi zao na mheshimiwa mwenyekiti, eh, kwa upande wa jimbo langu la Singida Kaskazini nasi tunazo sababu za msingi za kusema kwamba hii hotuba ya bajeti hii ya sasa ni majumuisho. Tumeona mambo mengi mema yaliyofanyika ya kuondoa kero na adha mbalimbali kwenye huduma za kijamii ambazo zilikuwa zinawatatiza sana wananchi wetu. Na mheshimiwa mwenyekiti, mathalan nikisema nikianza kwenye issues za eneo la umeme, swala la umeme katika jimbo lenye vijiji 84 leo vijiji vyote 84 vimewasha umeme, shughuli za wananchi zinaendelea. Sio tu kuwasha umeme, tumepata hata umeme kwenye maeneo yale ya, ma ya madini lakini na hata ya umwagiliaji, ni maeneo ambayo yalikuwa yanafanya kazi kwa kusuasua, lakini katika serikali hii tumeona mambo yakifanyika kwa, eh, kwa, kwa, kwa, kwa, eh, kwa uthabiti mkubwa sana. Tumeona pale ma, eh, yale mgodi wa madini ya Mpamba pale Mpipiti pale Modeda pamoja na eh, eneo la umwagiliaji pale Jawa pale kwa Masista leo wanafanya kazi zao vizuri kwa ufanisi, kwa sababu wanavitendea kazi. Lakini kwenye eneo hilo, mimi niendelee tu kuomba sasa, kwa kuwa tunasema tunakwenda kwenye ngazi ya vitongoji kazi eh, kazi iendelee na kasi iongezeke ili wananchi wetu walioko kwenye vitongoji wanaohitaji umeme nao wafikiwe. Lakini pia eh, tathmini iendelee kufanyika Mheshimiwa Mwenyekiti, ya ile shilingi elfu eh, laki tatu na ishirini ambayo kwenye maeneo ya miji midogo ama vijiji vile vijiji miji ambayo tulisema iwe elfu ishirini na saba baadaye ikawa laki tatu na ishirini, bado ina malalamiko kidogo. Kwa hiyo ni vyema nayo ifanyiwe tathmini ili wananchi wetu waweze kuunganishiwa umeme. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, katika eneo la elimu kwenye jimbo langu tumepata shule mpya zilizoota kama uyoga. Tumeona shule za sekondari, ya shule ya sekondari Mkimbii, shule ya sekondari Sekoture, shule ya sekondari E, Msange ambayo tunaenda kuizindua kesho kutwa na mkuu wa mkoa siku ya juma, tarehe kumi na mbili. Hakika tunayo sababu ya kujivunia serikali yetu, utendaji mzuri wa serikali yetu hii ya Rais Samia Suluhu Hassan. Shule zinaota kama uyoga, inaanza na uh, uh, dawa, uh, ta, tofali mpaka na madawati, vyumba kumi na sita vya madarasa. Hii mheshimiwa mwenyekiti haijawahi kutokea. Tunayo kila sababu ya kuiunga mkono serikali hii tumepata hizi shule tatu mpya lakini na vyumba kemu, kemu vya madarasa, mfano pale Ughandi. Tumepata vyumba 15 vya madarasa. Kinyeto vyumba 15 vya madarasa. Hizi ni shule ambazo tungeweza kusema tukaanzisha shule zingine, leo tungesema shule zimeongezeka kumi katika jimbo letu, lakini ni nia njema ya kuboresha miundombinu ya elimu, lakini pia kuhakikisha eh, watoto wetu wanasoma katika mazingira mazuri, na shule za msingi pia eh, ile ya Minyar pamoja na Sekou Toure lakini eh, mheshimiwa mwenyekiti, nimeona kengele nizungumzie kidogo kwenye eneo la kilimo. Kwenye eneo la kilimo ninamshukuru sana rais wetu Samia Suluhu Hassan, tumepata mradi wa umwagiliaji pale Msange bilioni 17 na milioni mia saba ambao unakwenda ku kukomboa maisha ya wanasingida kaskazini. Mnafahamu mkoa wa Singida ni semi desert kama unavyoona Dodoma. Sasa pale tunakwenda kuhakikisha tunafanya kilimo hata wakati wa kiangazi. Hii ni historia kubwa katika jimbo letu la Singida Kaskazini, na ninampongeza sana waziri wa sekta husika Bashe, pamoja na engineer Raymond, pamoja na engineer yule Jafet Senyina wa mkoa wa Singida eh, yule e, meneja wa umwagiliaji wa mkoa wa Singida, kwa usimamizi mzuri wa mradi ule ambao unaendelea na utekelezaji, lakini pia hapa tunapozungumza kazi inaendelea ya utathmini e, ile feasibility study katika bonde la Songa Mwandumo pale kata ya Mogamo. Nao unakwenda kukamilika labda katika bajeti hii. Kwa hivyo mheshimiwa e, mwenyekiti, ninaishukuru na kuipongeza sana serikali hii sikivu kwa wananchi wake wanyonge na miradi mingine ile ya visima virefu katika jimbo langu ninaomba pia iendelee kutekelezeka ili wananchi wetu wanyonge waachane na unyonge huo, wapate huduma ipasavyo. Mweshimuwa mwenyekiti, kwenye eneo la afya, katika historia jimbo lile halijawahi kuwa na hospitali ya wilaya, lakini leo mheshimiwa mwenyekiti, tuna hospitali nzuri ya wilaya ambayo mgonjwa kabla hajaanza kutibiwa tayari ameshapata matumaini ya kupona kwa majengo mazuri huduma eh, nzuri kutoka kwa madaktari vifaa tiba. Leo mama zangu wadogo zangu dada zangu wanakwenda pale wanajifungua kwa utaratibu mzuri na kwa huduma nzuri. Tulikuwa tunakwenda hospitali za mikoa mingine ya jirani, lakini leo mikoa ya jirani na wilaya za jirani wanakuja Ilongero pale Singida Kaskazini kupata huduma za afya. Sasa nini? Mimi ni nani mpaka niseme asante serikali yangu. Asante Rais Samia pamoja na waziri mkuu ambaye anasimamia kazi hii. Tuna, tumepata vituo vya afya, tumepata fedha hivi sasa. Ujenzi wa kituo cha afya Ngimu unaendelea, shilingi milioni mia sita themanini na sita. Kituo cha afya cha e, Makuro kimeshakamilika, wananchi wanapata huduma. Niendelee kushukuru e, hatua hizi na niseme kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti, naona umewasha eh, umewasha maiki. Yale maboma ya zahanati maboma ya shu, madarasa ambayo bado hayajakamilika yaliyojengwa kwa nguvu za wananchi. Niombe sana serikali yetu itupe fedha tukamilishe maboma yale, ili wananchi wetu waendelee kupata huduma. Na la mwisho kabisa, ninaomba fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya lami ile ya Igauri e, e, Ilongero inayokwenda makao makuu ya wilaya. Ni hitaji la wananchi wa Singida Kaskazini na ni ahadi ya budget ya 23 24, lakini hadi sasa bado hatujapata fedha na wananchi wanaililia sana. Ninaomba kuunga mkono hoja na kuwasilisha. Asante sana.